Leo tarehe leo 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, eh, kesi mbili ambazo zinamkabili mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu zilitajwa hapo mahakamani. E, mtuhumiwa au mshtakiwa Tundu Antipas Lissu akuja mahakamani kwa sababu mahakama ilikuwa imetoa amri jana usiku kwamba kesi hii zitaendelea ya, ya eh, kwa njia ya mtandao, na hiyo ni taarifa ambayo mawakili tumeipata saa tatu kasoro dakika saba usiku. Mara ya kwanza tulikuwa tunaamini kwamba kesi zitasikilizwa kama ambavyo ilikuwa imeamriwa mnamo tarehe kumi ya mwezi wa, wa nne ishirini ishirini na tano kwamba zingetajwa leo na pengine na maelekezo zaidi. Ile kesi ya, ya, ya kuchapisha habari za, za uongo ilikuwa ni kwamba leo ndio ifanye usikilizaji wa, wa awali na baada ya hapo kuweza kupata amri nyingine ukuweza kujua nini kitaendelea, kwa sababu upande wa mashtaka walikuwa kuliambia mahakama kwamba upelelezi umekamilika. Ile kesi ya tuma juu ya uhaini, hiyo tulikuwa tunaambiwa kwamba upelelezi haujakamilika na leo ilikuwa ni siku ya kuweza kutajwa kwa kesi. Lakini sasa ambacho kimejitokeza, mteja wetu anfasi riswa alikuambiwa kwamba kesi itasikilizwa kwa njia ya mtandao, na yeye akiwa na fahamu haki zake kabisa za kikatiba na za kisheria kwamba ana haki ya kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi, na kesi ilikuwa, amri ilikuwa imetoka kwamba tungeweza kusikilizwa kwa njia yeye ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kuwepo mahakamani, basi yeye akuwepo mahakamani, na alikataa kule magereza Ukonga kushiriki katika mwenendo mzima wa, wa kesi, kama njia moja hapo kuweza kutuma, kutuma ujumbe kwamba kama kwa kuwa makosa ambayo yameshtakiwa naye ni ya kijinai na ni makubwa na yeye kama kiongozi wa chama cha, cha kisiasa kikubwa hapa nchini, basi alikuwa na haki ya kushiriki moja, moja. Thasa, kwa moja sasa, sisi upande wakili wa utetezi tulijibu hoja ya ya mawakili wa serikali ambao wao walikuwa wameomba kwamba kutokana na mshtakiwa kutokuwepo katika e ukumbi wa mahakama wa ugerezani Ukonga kwamba kesi hizo ziahirishwe. Tu tulikuwa na mapingamizi ambayo tulia na, na, na maombi ambayo tuliaomba kwamba tuliomba mahakama kwanza chini ya hakimu eh, muhini kwamba eh, amri zitolewe kwamba mteja wetu awe aje mahakamani, wale ambao wameshikilia wame kule ndani wao wanamweka mahakamani na, on, na kwamba alinyimwa haki ya kuweza kuonana na mawakili wake, kwa sababu mawakili wote tunakwenda kule juzi na, na jana atukweza kumuona ilipokuwa ni i mwenzet moja ambaye alifanikiwa kumuona juzi kwa muda mfupi, lakini kwa kuzungumza naye kwa njia ya, ya simu na kwenye kioo, kwa kiasi kwamba ile ilakake usiri kati ya wakili na mteja wake ilikuwa haipo kabisa. Kwa maana hiyo, maanaoiifanyika ambacho wakili ya juzi alifanya aifanya kwa kweli kama ni mazungumza kati ya wakili na mteja wake. Katika kesi, kwanza upande wa serikali ulisema kwamba unahitaji ahitaji kuweza kuwasiliana na watu wa magereza ili kwa hiyo kesi hiyo imeahirishwa hadi Jumatatu tarehe ishirini na nane ya mwezi wa nne wa, wa, saa ta, tatu ta, asubuhi ta, ili upande wa jamhuri uweze kujibu eh, madai ma, ma, ma, yetu au maelezo yetu, hoja zetu zile, na kesi ya pili, bareri, ya ya uhaini baadaye ilikuja ilikuwa chini ya hakimu Mfawidhi eh, eh, Swaga ambaye hoja kama zile zile zilijitokeza, lakini upande wa serikali safari hiyo wakaweza kujibu hizo hoja na sisi tunaonyesha kwamba namna gani ambavyo haki za mteja wetu za kikatiba na za kisheria na pamoja na za kikanuni na za vile maazimio au maagano mbalimbali ya kimataifa ambayo Tanzania ni mwanachama wake ambayo analinda haki za binadamu na na watu, jinsi ambavyo zimekiukwa. Sasa kanafanya hizo hoja kwa muda mrefu, na baadaye upande wa serikali wakajibu, na sisi kufanya mabezo ya mwisho, na mwisho wa siku ikawa ni kwamba hakimu ametoa uamuzi wake kwamba amekataa ame hoja za upande wa, wa, wa, wa utetezi. Ameamuru kwamba mahakama ina haki ya kuweza kuendelea na kuendesha shauri kwa misingi ya kusikiliza kimtandao bila mteja wetu kuletwa mahakamani, eh, lakini sasa sisi tume hiyo, eh, ndio amri ambayo tulionayo hivi sasa. Kwa hiyo ni jukumu letu kwa upande uh, wa mwakili wa utetezi kwenda ukaa chini na kutafakari kitu gani cha kufanya ili kuweza kulinda haki za, za mteja wetu. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo kama mlivyoweza kuona ni kwamba kutokana na sisi kesi hii kuendeshwa kimtandao, hata nyinyi waandishi wa habari hamkuweza kushiriki, na vile vile watu wengi hawakuweza kushiriki. Lakini jaji amesema isema njia ya mtandao inawafanya watu wengi zaidi a kushiriki. Sasa sijajua h swala ni kwamba hii ni hukumu ambayo umma inatakiwa iweze kutoa juu ya maamuzi hayo ya mahakama. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo lakini na tunafahamu watu wengi sana ambao wa, wa, ni wa, wa, wapenzi ndugu na jamaa wa Lissu pamoja na viongozi na, na, na, wenzake wa Chadema wanataka kujishirika katika kesi hii, wakashindwa na tumepata habari kwamba wengine wamepigwa na kuna habari ambazo hazijathibitishwa kwamba kuna mwingine ameuawa. Sasa haya yote ni masuala ambayo kwa kweli yanatia na, ya mashaka na mstakabali mzima wa namna na ya kuendesha haki jinai katika nchi yetu. Kwa hiyo basi, nyiwe waandishi habari ambao mlikuwepo, ambao mmeyafuatilia hizo habari mkazichunguza na kuweza kutoa taswira sahihi kwa umma juu ya mambo mambo yameendelea hivi leo, lakini sisi tunasisitiza kwamba, e, mteja wetu mteja wetu aogopi mashtaka haya, bali anataka ashtakiwe katika mahakama ambayo ni ya wazi na mwisho wa siku ataweza kujitetea na kuweza ukweli kuweza kufahamika kwamba kweli hizo tuhuma ni za ukweli au tuhuma ni za kutungwa na hazina msingi wowote ule na zinalenga kumnyanyasa na, zina, na, zina na kumtesa. Haya yote yatafahamika mbele ya mahakama. Asanteni sana.